Majamaa, kuna hii mchezo iko hapa online na tutaikubali eh. Sasa tuta, tutaandaa, tunataka kuweka tarehe ya viboko viboko eh, manyaunyo. Umesikia ati wanapata mzee? Si tunaenda kazi, tunaenda kutafuta pesa, tuone vile tutalea familia, lakini kuna mwenye eh ako home um, ataki kwenda kazi na si ati, ati ako home um juu ni mgonjwa, si mgonjwa na si ati ako home um juu ni kiwete, ataezi tembea eh ni mchezo bwana, hii ni mchezo bwana, na hatutakubali hiyo mchezo, hatutakubali hata kidogo. Kune, kuna katha, watu kadhaa wana support hii mchezo e, na hata niwaambie, mimi mtanichukia, mtani unfollow kama mtani unfollow, lakini mimi nitaishi kuambia ukweli hapa TikTok. Tutakuja kusaidia kiwete na mtu mwenye amelazwa hospitalini ame amezidiwa ama situation inaeleweka, umesikia? Lakini utaniambia ati wewe unataka kutumiwa pesa ya chakula, unataka kutumiwa pesa sijui ya nini Eh? Na si we si ati wewe ni kiwete ati hakuna kazi. Kwani sisi tunafanya kazi za ofisi? Eh? Hata sisi tunafanya kazi za ofisi, kazi ya ofisi inakaa hivi. Hata sisi tunaaso bwana, hii mchezo hapana, tutakubali, hatutasupport hii mchezo msee. This round hakuna kuchi hadi wengine wanajifanya machizi. Wanaanza kuvaa wigi kwa kichwa na kuweka zile masauti zenye mnaekanga za Nigeria, zile za sijui maonyeo. This round hakuna hakuna sympathy Hakuna kusaidia mwanaume mkubwa mwenye amemea ndevu, mwanaume mkubwa mwenye amejaza nywele kwa haga, hakuna this round, na hakuna hiyo mchezo bwana. Wewe si kiwete, lakini umekaa hapo hivyo tunatafuta kusaidia. Unasaidiwa kwa nini? Unasaidiwa na uko na nguvu ya kun, ya kunjotika, uko na uko na mtoi bwana. Hiyo mchezo hapana, this round hakuna hiyo mchezo e, eh, nyinyi ndio mnafanya mnafanya, tunaharibiwa majina huku mafamily, atisijui familia omba omba, atisikizi mapino familia, zimekuwa mingi, kazi yao ni kuomba online. Hatutakubali hiyo mchezo, hamtatuharibia jina huku TikTok bwana, hukutktbana eh? Ma big baby mwanaume tu ni, ni mwanaume juu anavaa boxer. Big baby. hiyo tabia hapana, hiyo tabia na hatutakubali. Watu waende kazi, watafute pesa. Eh, kuna kuza melon, kuna wenye wanazungusha melon huku na ni binadamu tu kama wewe, kuna menye nenda mjengo na ni mwanaume tu kama wewe kuna wenye wanazungusha huku madawa hizi na mtungi mamasai, na binadamu kama wewe. We, kazi yako ni ati, kazi yako ni ati tunarudi sijui wapi, tunarudi wapi hata hmm. Wenye wanaishi kwa nyumba ya mabati ni binadamu bwana. Sasa hiyo mchezo ya online hatutaki, na nitawaambia eh, wenye wana support hii ujinga, munichukie na mimi nitawaambia ukweli, watu waende kazi Akunae mimi atakutafutia pesa. Ati unatafutiwa pesa wewe, kazi yako ni kutuongojea online na kwanza, mnakuja mapema, mnatutangulia hadi wenye si tulikuwa kazi. Shame on you. Shame on on you you. Hey, muweke lawama.